Bwana, dunia inaendelea kushangaa juu ya mwanamke huyu ambaye hajulikani ni wa nchi gani. Mwanamke huyu alifika airport ya JFK kule Marekani akitokea Tokyo Japan, na alipofika pale wanapokaguliwa passport, alifika kwa mkaguzi wa passport o akampatia passport yake, lakini mkaguzi passport akaiangalia, akaisoma, ghafla akashtuka. Yule mkaguzi alivyoangalia ile passport akaiangalia akaisoma, ghafla akashtuka, na akamuuliza yule mwanamama kwamba unatokea nchi gani? Yule mwanamama akasema kwamba natokea Torenza. Yule mhudumu wa, wa, pale airport akashtuka sana, kwa sababu Torenza, kumbuka, haipo katika nchi zote hapa duniani, katika dunia tunayoishi sisi, labda kama kuna dunia nyingine. Kwa sasa, yule mfanyakazi wa pale airport akamwambia kwamba hapa duniani hakuna kitu, hakuna nchi kama hiyo Torenza. Basi yule mama akawa kama amechanganyikiwa, aka akashtuka akawa na jishuku yeye mwenyewe baadaye. Yule mfanyakazi wa airport alivona vile akaita aka watu wa usalama maafisa wa usalama pale airport wakampeleka katika chumba cha usalama ambacho kina uangalizi wakamweka mle ndani. Na wakati yule mama anafika pale airport, pasipoti zake zilikuwa ni ziko vizuri kama pasipoti za kawaida, lakini kilichoshangaza ni kwamba nchi iliyoandikwa ni haipo hapa duniani Torenza. Lakini pia katika ile passport kulikuwa na mihuri ya, ya nchi nyingine ambazo hazipo pia hapa duniani. Na hata yule mama alikuja akauliza kwamba hapa ni Marekani, kwamba this is America. Wakamwambia ya yeah, hapa ni Marekani. Basi yule mama alionekana kama ameshtuka fulani hivi. Kwa hiyo yule mama akakaa mle ndani wakamfungia, lakini baadaye walipokuja kurudi hawakumkuta. Wakawa wanajiuliza tumefunga, lakini amepitaje yule mama? Ndipo alipoenda kuangalia kwenye CCTV kamera, alimuona yule mwanamke akipotea mdogo mdogo, yani kama zile chenga zile za kwenye TV zile za zamani, anaonekana anapotea mdogo mdogo. Watu wakaanza kujiuliza kwamba huyu ni ni nani? Kwamba ni jini au ni nani? Au ni mzima au ni msukule au ni time traveler, watu ambao wanaweza kusafiri ah uh, labda anatoka mwaka huu 2025 anaenda paka 2030 kule. Wakao wanajiuliza au ni mtu ambaye ametoka sayari nyingine. Kwa hiyo bado watu hawajafikia mwafaka, watu wanajiuliza.